a wafanyabiashara mjini Kerugoya wametoa onyo kali kwa wanasiasa wanaotumia lugha ya migawanyiko inayohatarisha amani na umoja nchini. Wakiongozwa na Erick Muchina, viongozi hao wamekemea matamshi ya hivi karibuni yanayodaiwa kutolewa na Gavana wa Nyeri, Mutahi Kahiga, na Gavana wa Homa Bay, Gladys Wanga, wakisema kauli hizo zinaweza kugawanya Wakenya kwa misingi ya kikabila. Muchina alimtaka Gavana Wanga kuomba msamaha na kutoa wito kwa Wakenya wote kudumisha amani na mshikamano wa kitaifa. So nataka kuchukua fursa hii kukemea matamshi ya Gavana Kahiga na matamshi ya Gavana Gladys Wanga, kwa sababu wale ni viongozi na vile mimi nataka kuhimiza wasituchanganye kama Wakenya haswa hapa Kerugoya, kwa sababu kila kabila hapa Kerugoya iko na. Wakati anaongea matamshi kama yale, kama yale yalitolewa na Gladys Wanga, akumbuke kwamba hapa kuna Wajaluo, kuna Wakisii, kuna Waborana, watu mbalimbali. Sasa ile analeta mgawanyiko, aongee. Kwa sababu Kahiga aliongea, mzungu alisema two wrongs cannot make a right. Gladys Wanga, heshimu kiongozi wetu wa mlima ambaye ni Rigathi Gachagua. Baba alituwachia kazi, alituambia siasa imeisha, saa hii ni kazi. Kwa hivyo hii ufumi mingi tuwachene, tuweke kando hii mambo mengi ya kutushiana kuweka hapa, hiyo italeta sara katika wananchi ama common man. Matamshi mabaya ambayo wanasiasa wana wanatoa wakati wanajipigania yanatugawanyisha sisi hasa vijana na kina mama na wafanyabiashara, pia inaleta uoga wakati jamii wamekuwa wameishi pamoja. Mwanasiasa anapoleta matamshi ya kugawanya jamii inaharibu. Kwa matamshi ambayo inaendelea ni matamshi ambayo ni ya kuchochea, matamshi ambayo haiwezi tuletea e, e, tuunganisha kama Wakenya wa, wa, wa Afrika wazalendo, na tunaomba kwamba yule ambaye anatoa e, matamshi kama hayo sisi tunamkemea na sisi tunasema ya kwamba kwa njia ya uongozi tuko nyuma ya Rigathi Gachagua kama kiongozi wetu, na chama ni DCP na nikusikiza.